Usaili wa wale walioitwa katika usaili wa halmashauri ya manispaa ya Tabora jimbo la Tabora mjini, jimbo la Tabora mjini. Hii ni kwa wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura kwa Tabora mjini hapa. Kwa hiyo majina yenu yapo hapa, na kuipata PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii, ingia katika sehemu ya description ya video hii. Aa, karibu katika channel yako pendwa ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira. Hapa kuna majina mengi kabisa ambayo yameweza kuitwa katika usaili jimbo la Tabora mjini jimbo la Tabora mjini. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe sasa ni kuweza kuangalia jina lako kama lipo na tarehe ya kufanya usaili ni tarehe kumi. Kwa hiyo hakikisha unazingatia tarehe ya usaili. Usaili utafanyika tarehe kumi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano ambao ni wasimamizi wa vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, na makarani. Waongozaji wapigia kura ni tarehe kumi na moja. Kwa hiyo makarani usaili wao ni tarehe kumi na moja na usaili utafanyika katika ofisi za halmashauri ya manispaa Tabora kuanzia saa mbili asubuhi. Kwa hiyo zingatia mahali ambapo usaili unafanyika, muda usaili unapofanyika, na tarehe ya usaili kufanyika, zingatia hayo. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea pale, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tunasaidia watu kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, usajili wa majina ya biashara, makampuni na vitu vingine vingi kabisa. Kwa hiyo kuweza kupata huduma zetu, tuandikie SMS, link nimekuweka katika description ya video hii ya namba zangu za WhatsApp, lakini pia kwenye bio ya channel hii utaweza kupata namba zetu au mawasiliano yetu, tupigie kwa huduma yoyote kuhusu internet na mambo mengine ya mitandao. Lakini update zote kuhusu ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali mbali, za kuweza kutengeneza pesa utaipata kupitia channel hii ya Feaboy. Jina langu ni Feaboy, karibu na tutaonana tena katika video nyingine. Asante.